Kanuni za uwekezaji ambazo watu wengi hawajui, ndio maana wanachelewa kufanikiwa. Kila mtu anapenda kuwa huru kifedha, kila mtu anatamani kuwekeza, kukua na kuona matunda ya jasho lake siku za usoni. Lakini ukweli mchungu ni kwamba watu wengi huanza safari ya uwekezaji bila kuelewa misingi yake wanakimbizana na habari za marafiki, makundi ya mitandaoni, maneno ya watu na matukio ya sokoni bila kuwa na mwongozo wa ndani. Ndio maana wengi huanza kwa nguvu, kisha hupotea, hukata tamaa na kuishia kusema uwekezaji ni bahati tu. Lakini leo nataka nikupe mwanga, nataka nikushike mkono, nikuelekeze kwa undani kanuni muhimu ambazo zimewasaidia mamilioni kujenga utajiri wa kweli. Ukizielewa na kuzifuata, utawekeza kwa utulivu bila pressure na utaona matokeo kwa muda. Kitu cha kwanza, kuona mbele zaidi ya sasa. Uwekezaji sio haraka kama kubofya simu na kupata hela papo hapo. Ni safari ya kuona mbali. Unapowekeza, hutakiwi kuangalia kesho, bali baada ya miaka. Siri kubwa ya waliofanikiwa ni kutovutwa na misukosuko ya soko la sasa. Kuna siku soko litapanda, kuna siku litashuka. Unapojenga nyumba huangalii msingi siku ya kwanza na kuacha kwa sababu haujawa ukuta. Hivyo ndivyo uwekezaji ulivyo. Unahitaji muda na muda, ndio rafiki mkubwa wa mwekezaji. Watu wengi hupata hasara kwa sababu wanataka matokeo ya haraka. Wakiona faida imechelewa, wanakata tamaa. Wakiona soko limeanza kutikisika, wanakindia kuuza. Lakini mtu mwenye hekima huelewa kwamba thamani ya kweli hujengwa taratibu. Kama mmea unamwagilia leo kesho wiki inayofuata hatimaye unakuwa. Usiwekeze kwa kutazama saa, wekeza kwa kutazama miaka. Pili, kujua mpaka wa moyo wako. Kila mtu ana uwezo tofauti wa kuvumilia misukosuko. Kuna watu wakiona hasara ndogo tu, moyo unawadunda wadunda mpaka wanashindwa kulala, wengine wanaweza kuvumilia kushuka kwa thamani bila presha. Hii ndiyo mipaka ya hatari ya kila mtu. Ukilazimisha kuwekeza sehemu ambayo haitoi amani moyoni mwako utaishi na hofu, na hofu ndio adui wa maamuzi sahihi. Unatakiwa ujijue. Je, unaweza kuvumilia kushuka kwa thamani bila kuogopa? Je, unaweza kuacha uwekezaji wako bila kuangalia kila saa? Je, unaweza kuwekeza na kusubiri kwa muda? Usijilazimishe kuiga maisha ya watu, wewe ni wewe. Tatu. Kusambaza hatari na kuepuka kuweka mayai yote sehemu moja. Kuna msemo maarufu sana unaosema, usiweke mayai yako yote kwenye kapu moja. Lakini watu wengi bado wanafanya hivyo. Wanachukua akiba yote na kuipeleka sehemu moja wakiamini watapata faida kubwa haraka. Na pale mambo yanapogeuka wanapoteza kila kitu. Hekima ya uwekezaji ni kusambaza. Unajenga mfumo unaokulinda hata pale mambo yanapobadilika. Kama sehemu moja itateleza, nyingine itasimama. Kama upande mmoja utapata hasara, nyingine itaziba pengo. Huu ndio msingi wa kusimama imara kwenye safari ya uwekezaji. Nne, kutawala moyo na kuwa na subira. Uwekezaji sio kwa watu wenye haraka ya matokeo. Unahitaji nidhamu ya kuendelea hata siku ambazo huoni matokeo. Watu wengi hushindwa kwa sababu wanashindwa kutawala hisia zao wanavutwa na habari, maneno ya watu na misisimko ya mitandaoni. Lakini mtu mwenye hekima ana mpango na anakaa kwenye mpango wake, anaendelea kuwekeza kila mwezi kidogo kidogo bila kuchoka. Anaelewa kwamba hata donda la maji likiendelea kudondoka mahali pamoja, hatimaye litachimba shimo. Hivyo ndivyo nidhamu inavyojenga utajiri. Tano, kujua kile unachowekeza ndani. Watu wengi huwekeza kwa kubahatisha. Hawajui biashara yenyewe inafanya nini, inapataje faida, ina changamoto gani, wala ina madeni kiasi gani? Uwekezaji haupaswi kuwa bahati nasibu, ni lazima uelewe kitu unachoweka pesa zako. Kabla ya kuwekeza, jiulize, hii biashara inasimama kwenye msingi gani? Ina uhalisia gani? Wateja wake ni kina nani? Ina uwezo wa kuishi miaka mingi? Usiwekeze kwa kufanya kwa sababu ya bahudaiva. Wekeza kwa sababu umeelewa. Sita. Kutofanya mambo kwa sababu ya wengi. Moja ya sababu zinazoangusha watu wengi ni kufuata makundi. Ukiona watu milioni moja wanaenda upande fulani, unajisukuma nao. Lakini kumbuka si kila umati unajua walikokwenda. Wakati mwingine wanafuatana tu bila kuelewa. Safari ya wekezaji ni safari binafsi. Usikurupuke kwa sababu umesikia watu wanasema hii sehemu inalipa. Jiulize kwanza, chunguza mwenyewe, amua mwenyewe. Saba, kujali muhimu wa kodi na gharama. Watu wengi hukimbilia kuona faida kubwa kwenye karatasi, wanakimbilia takumbu tamu ambazo hazijaondolewa kodi wala ada. Lakini uwekezaji wa kweli hupimwa kwa kile kinachobaki mkononi, sio kwa namba unazoona kabla ya makato. hivyo kabla ya kuwekeza hakikisha unaelewa kodi zinazohusika, ada za uendeshaji, na gharama za kudumu. Hii inakupa picha halisi ya kitakachobaki kama faida yako ya kweli. Nane, kupitia na kurekebisha mara kwa mara. Uwekezaji sio kitu cha kuacha kwenye kona na kuja miaka kumi baadaye, ni lazima uangalie mara kadhaa kila mwaka. Angalia kama sehemu fulani imekuwa sana, kama nyingine imeshuka kama bei zimebadilika na kama kuna sehemu unataka kuongeza au kupunguza. Kurekebisha hakuonyeshi udhaifu, kunaonyesha umakini. Na kujiandaa na matukio ya ghafla, maisha huwa ya tangazi yanapokuja na changamoto. Ugonjwa unaweza kutokea, ajali, kupoteza kazi au majanga mengine yasiyotarajiwa. Huwezi kuwekeza kwa uhuru kama hauna akiba ya dharura. Huwezi kuwekeza kwa utulivu kama hauna mipango ya kujilinda. Ukilinda leo, utawekeza kesho bila hofu. Uwekezaji sio mchezo wa kubahatisha, sio kukimbizana na watu na sio kutafuta matokeo ya haraka. Ni safari ya utulivu, uvumilivu, maarifa na nidhamu. Ukichukua muda kuelewa misingi hii, utaanza kuona matokeo taratibu na safari yako ya kifedha itabadilika milele. Kama umepata thamani katika video hii Usisahau kuungana nasi katika mafunzo maidi. PesaVibe safari ya kuelekea uhuru wa kifedha.